Wewe ni mwanaume una umri wa miaka 25 hadi 35. Uh, video hii ni kwa ajili yako, nataka uisikilize video hii mpaka mwisho. Ninajua kuna kitu kimoja ambacho kitakusaidia utakipata kupitia video hii na kitaweza kukusaidia kupiga hatua moja au nyingine katika maisha yako. Unajua unapokuwa na umri wa miaka uh, kuanzia miaka ile ya teenagers mpaka miaka 25 hivi hicho huwa ni kipindi ambacho mtu anapiga hatua nyingi sana katika maisha yake. Sasa iki na katika kipindi hicho, unaweza ukabadilisha vitu ukajaribu uka vitu vingi, kwa sababu ni kipindi ambacho bado mtu anajitafuta. Lakini unapokuwa umefikisha umri wa miaka ishirini na tano na kuendelea hapo, hicho ni kipindi ambacho mtu sasa anaanza kuishi maisha halisi, anaanza kuishi maisha ya, ya uhalisia sasa kipindi hiki ambacho tunaishi karne hii ya 21 kuna vitu vingi sana ambavyo vinabadilika unakuta mtu anaendelea kujaribu jaribu vitu hata amekwisha kufikisha miaka 25 ndio maana nimesema video hii ni kwa ajili yako ikiwa wewe ni mwanaume ambaye una umri wa miaka 25 hadi 35 nataka nikwambie kitu kimoja ambacho unatakiwa kukifanya kila siku uwe anza kufocus hiki ndo kitu ambacho nataka nikwambie, anza kuwa na focus. Acha kuendelea kujaribu au kubadilisha badilisha vitu unavyofanya. Yani, hiki ni kipindi ambacho unatakiwa kuwa na focus. Unatakiwa kuwa na focus hasa kwenye maeneo makubwa mawili. Eneo la kwanza ambalo unatakiwa kuwa na focus, unatakiwa uwe na focus kwenye eneo la mahusiano. Inawezekana umekwisha kubadilisha badilisha sana eh, tangu labda ulipokuwa miaka ishirini, labda ulikuwa chuo. Uh, ulianza ulikuwa una tabia ya kubadilisha badilisha labda mtu, watu wakuwa nao kwenye mahusiano. Inawezekana kwa sababu watu wengi sana wame, wamekuwa kwenye jaribu hilo la kubadilisha badilisha sana. Sasa unapokuwa umefikisha miaka ishirini na tano hiki ni kipindi ambacho sasa unatakiwa kufocus. Eh, kwenye eneo la mahusiano ufocus utengeneze mahusiano ya future yako, yaani uwe ya na mahusiano ambayo yana malengo ya mahusiano ambayo yana target, sio mahusiano ya kujaribu jaribu tena, kama vile ulivyokuwa unafanya kule ulipokuwa na miaka 20 21 ulipokuwa vile sasa. So, ukishafikisha miaka 25 unatakiwa uanze kufocus, uanze kufanya vitu ambavyo vinaweza kukusaidia kwa hiyo sasa, hilo ni, ni eneo la kwanza ambalo unatakiwa kuwa na focus. Eneo la pili ambalo unapaswa kuwa na focus ni kwenye eneo la kazi, yaani kazi unayoifanya. ukishafikisha miaka hiyo ishirini na tano, hicho ni kipindi ambacho natakiwa kuwa na focus kwenye eneo la kazi. Yaani unatakiwa uamue kwamba mimi sasa nataka nijikite kufanya kazi fulani au nijikite kufanya biashara fulani, ili niijenge hiyo biashara iweze kuwa kubwa initengenezee faida inisaidie kuweza kusurvive katika maisha yao. Yani hicho ni kipindi ambacho hutakiwi kuendelea kujaribu, kwa sababu ukiendelea kujaribu maanake utajikuta kwamba unafika umri ambao ni umri mkubwa na hakuna kitu ambacho umekifanya, hauna uzoefu wowote, kwa sababu umekuwa ni mtu wa waku, kubadilisha badilisha kazi kubadilisha badilisha biashara na hautakuwa na muda wa kujenga biashara au kujenga kazi ambayo unaweza ka, ukaiendeleza uka na watoto wako wakaja kuirithi baadaye. Kwa hiyo hayo ni maeneo mawili ambayo unatakiwa kwa bidii zako zote, unatakiwa uanze kuyafocus e, uwe na focus kwenye yo maeneo manake ustick katika kuyafanyia kazi e, uanze kuyajengea misingi ambayo itaweza kuwa misingi imara ya kukusaidia kusonga mbele katika maeneo hayo bila kuyumbishwa.